Mjengwa, Maggid habari ya asubuhi na karibu sana katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Njema kabisa, shukrani sana. Na, na nini ni mambo gani ya ndani ya kisiasa yaliyochangia kufikia hatua ya mapinduzi huko nchini Guinea Bissau? Uh, sana sana. Ina ukiangalia Guinea Bissau kilichotokea Bissau Kinafanana sana katika haya mataifa hususan eh, Afrika ya Magharibi eh, ndio eh, katika bara la Afrika kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi ya mara kwa mara tulikuwa tukifikia eh, na kuna wakati ndani ya miezi mitatu nchi tatu imefanya mapinduzi. Sasa inafanana eh, kimsingi, kuna wakati unaweza kagania waka, waka wale majeneda, majenerali au makepteni kana eh, kwamba wamesoma notis zinazofanana darasani za namna ya kufanya mapinduzi. Inaanza na siasa za ndani e, au hali za ndani za kiuchumi e, katika nchi husika alafu e, wanajeshi wale wanamkamata e, rais wa nchi, wanamweka mahala alafu yule rais anatamka mwenyewe e, kama alivyofanya sasa hivi kwa kisoko wanakuwa tayari mapinduzi yamefanyika, wanachukua eh, kituo cha televisheni eh, ndivyo inavyokuwa. Lakini kubwa kabisa kujibu swali lako ni hali za ndani eh, na hali za nje. Hali za nje yegine ya, ya, ya inatokana ya na ngine kuwa, kitovu kama ilivyosemwa hapo, kitovu cha biashara haramu za madawa ya kulevya kutokea uh, Marekani ya kusini, eh, na wameshafanya fanya, umekuwa na magenge hasa magenge yenye kuendesha eh, biashara hiyo yenye pesa nyingi sana hii ni mara ya nne sasa wanafanya mapinduzi ya kijeshi. Sasa kihistoria, jeshi la Gini limekuwa na nafasi gani katika siasa za nchi hiyo? Na hili tukio uh, ni kwamba wanataka kweli kurejesha utulivu ama ni kisingizio tu cha kuyataka madaraka? E, ukiangalia katika hicho kitabu cha namna inavyokuwa e, katika hizo nchi hususan za Afrika Magharibi, Mali e, na kwingine kwa Algeria tulivyoona huko nyuma jeshi linaingia linamkamata kiongozi Eh, wanakaa kwa mda wanasema wanataka kupata kutengeza eh, katiba eh, kurudisha hali ya utulivu, lakini eh, tumeona pia anatokea kamanda eh, au mwanajeshi ambaye anaweza akawa ndiye sasa mtawala mpya eh, alafu kinachofuatia kama tulivyokuwa tukiona eh, katika hizo nchi eh, ECOWAS ni jumuia muhimu sana ya eh, kiuchumi na kiulinzi eh, katika Afrika Magharibi. Sasa e, ECOWAS hawataki masuala hayo, hawa ya kitawala za kijeshi e, ECOWAS wataweka vikwazo vya kiuchumi, watafunga akaunti ya hiyo benki, manake ECOWAS wana akaunti yao ya pamoja e, wanaifungia, vitu vya namna hiyo, alafu yule kamanda aliyeko katika nchi husika anasema mimi sijali, maana ECOWAS, E, tutaendesha nchi wenyewe. Kwa hiyo e, kuna mfanano lakini, kubwa zaidi e, inakuwa tu ni zamu. Sasa wanaona wale viongozi waliokuwa madarakani wanavyopata pesa, na wakati mwingine hayo magenge yenye kuendesha biashara za alamu yana pesa nyingi sana. Kwa wana hiyo wanajeshi nao wakiona wananchi wanalalamika hali ngumu za maisha, hakuna maendeleo, wanaitumia nafasi hiyo nasema hali sana tunaiona katika Afrika kwa sasa. Sa, umezungumza vema, Maggid, na tunachokiangalia ni namna ya hali ya mambo inayojitokeza imekuwa ni mfululizo wa matukio ya mapinduzi ya kijeshi katika mataifa haya ya Sahel, na sasa ni zamu ya Guinea Bissau. Mambo ndio yamekuwa hivyo, lakini pengine tufahamu kwa utaalamu wako na uchambuzi kwa namna mnavyoangalia mambo katika bara hili la Afrika, nini pengine kinawapa uchu E, viongozi wa kijeshi kutaka kuchukua mamlaka e, dhidi ya utawala wa kidemokrasia e, e, inahusu viongozi hao, wakati mwingine katika hizo nchi ni wale viongozi vijana katika jeshi, makamanda wa ngazi za chini, wakati mwingine ndio hao majenerali, lakini hawa ndio wenye silaha, alafu hawa wakiona huko mitaani e, hali za kiuchumi hali za watu ni mbaya, alafu ndio hiyo sasa inapokuja e, Uh, watu wengi uh, kwa faida ya wasikilizaji Guinea Guinea kwa maana Bissau mji mkuu wao, kuna Guinea mm, Bissau kuna Guinea Conakry uh, inakaribiana na na na Senegal na wanakutana na ile bahari ya Atlantic, wako jirani, sasa na na bara lile la, la, la Marekani ya Kusini kwa hiyo kama ulivyosema kitovu cha biashara sasa za haramu inatokana kwamba kuna Venezuela, kuna magenge kule ya masuala hayo ya biashara hizo, o, wanatumia sasa Guinea inapokuwa haina utawala aliokuwa imara, e, kufanya hizo biashara wakishirikiana pengine na baadhi ya viongozi. Ikumbukwe elfu mbili na tisa nadhani, e, alikuwa jenerali mkuu mkuu wa majeshi al, alibidi akimbie Guinea, e, kwa maana alihusishwa na biashara hizo za za, za madawa ya kulevya. Kwa hiyo hata ndani ya jeshi inaweza ikawa sasa miongoni mwao kuna watu wakiingia madarakani kupanua. Uh, hali hizi zinatokana na hali za kiuchumi, zinatokana na mashinikizo kutoka nje e, ya kiuchumi vile vile, na sasa hali mpya, magenge ya kihalifu mm -hmm. e, katika dunia yanajaribu kuingia pia Afrika. Aha. kidogo tuzungumze pia kwenye hili e, kwamba ilitazamiwa endapo Rais Umaro Sissoco Embalo angeshinda katika uchaguzi uliofanyika juma lililopita. Eh, ina maana kama leo Alhamisi wangemtangaza kwamba yeye ni mshindi, ingekuwa ameingia kwenye historia kwamba ameendelea kwa kipindi cha pili, jambo ambalo halijawahi kutokea kwa viongozi huko Gini. Eh, kwa nini viongozi hawa wa kidemokrasia wanashindwa eh, kufanikisha mambo yao? Pengine hao, kuna mambo ya, ya matakwa ya, ya wananchi wanashindwa kuyatimiza au ni mambo gani ambayo ya yanawapelekea mpaka kila mmoja anaishia kipindi cha kwanza ana, anapinduliwa mwingine anaingia na mambo kama hayo? Kwa mfano kwa nchi kama ya Guinea. Guinea Bissau. Na, hmm. Na, na nchi nyingi za Afrika, swali zuri sana e. Kubwa kabisa ni wale ni, viongozi wanaposhindwa kwenye kugawana lawama na wengine katika siasa. Siasa ina umuhimu, kama nilivyosema jeshi na mahala pake, lakini siasa ndio inaendesha nchi, kwa maana ya uongozi. Sasa mnapokuwa kwenye siasa za ushindani, wagine e, lazima ukubali kuwepo e, e, na, na, na shared power kugawana yale mamlaka, kwa sababu katika Guinea, kuna watu pengine walichagua wao wapinzani. Ukishakuwa na katiba yenye kutoa nafasi e, kwa wale wapinzani pia kuwa sehemu ya ya utawala e, basi mtagawana lawama za wananchi e, lakini lawama zote zinapokuja kwenu wale wengine, unakuwa rahisi kama kwenye mpira. ukiwa nje mm, unaona makosa mengi mm, e, lakini ukiwa uwanjani mpira ni mgumu na serikali hivyo hivyo. Kuna watu wakiwa nje wanakuwa wepesi kwenye upinzani, lakini wanapokuwa kwenye sehemu ya madaraka na wao pia wanaona ugumu wake. Kwa hiyo kulijibu swali hilo, unaona, shida kubwa ni ni ni keki yote ile inakuwa ya upande mmoja, wengine wanabaki kulaumu, wanaungana sasa na wananchi. Sawa, Maggid, umetupitisha vizuri. Kwa mtu anayesikiliza, taifa hili la Guinea Bissau lina raia wachache tu eh, takriban milioni mbili kwa takwimu tunazoambiwa tunazo. Utajiri mkubwa ni nini? Kiasi cha pengine hata uchu wa madaraka unavutwa una, una na huyu na huyu Geographical position ndo kubwa. Ni nchi maskini sana iliyokumbwa eh, na mambo ya kifisadi, lakini geographical position na maana nafasi yake katika jiografia mm, ndio utajiri mm, wake kwenye kando kabisa ka, iko na pwani inakaribia na, na Latin Amerika. na hali ya Maggid kuchambua pamoja nasi, asante kwa uchambuzi huu na kutakia majukumu mema na asubuhi njema sana. Asante, ni Maggid Mjengwa mwenyekiti jukwaa la wachambuzi hapa nchini, mchambuzi pia wa siasa za kimataifa taarifa hiyo so, imetusogeza saa kumi na mbili na dakika kumi na saba yaelekeze maoni na ujumbe wako.